Ya leo inatumiwa kwa ajili ya usafi wa, ma wa mazingira katika maeneo mbalimbali ya hapa Tanzania. Uh, tungali tukipokea taarifa mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, lakini kwa sasa dokta, kwa sasa uh, tuweze kuona basi uh, makamu wa rais yeye alikuwa wapi na amefanya uh, usafi katika maeneo gani asubuhi ya, ya leo. Tafadhali studio tuone makamu wa rais yeye alikuwa wapi.

iya lengo la hapa ni kufanya angalau kuchambua kitu ni nini, kaka lumu ko wapi, ili yanapotoka hapa yanapelekwa. Yale ambayo yanaweza kwenda kubadilishwa au kutumika kwa matumizi mengine tena yanatumika. Yale ambayo hayawezi kutumika kwa matumizi mengine yanatafutiwa namna ya kuweza ka kwa koili, eneo letu kwa Morocco ndio linafanya kazi hiyo maeneo Eh, katika okay, ratiba hii ya kusikia wito wa serikali yetu ni kwamba watu walioamka wamekusanya kutoka katika maeneo liko lakini, ziko taka ambazo, moja kwa moja, kama unaweza kuona, ndugu zetu wa jeshi wamesaidia magari ya jeshi, na ya jeshi wako sehemu mojawapo ya kua na uh -huh, kwamba wao wanabeba yale a moja kwa moja na nakupeleka sehemu husika. Hii inakwenda kwenye dampo ile nakwenda kwenye dampo fulani

tunafanya usafi sisi kwenye wilaya yetu, tumejigawa yako maeneo saba makubwa, lakini pia kuna maeneo ya kila kata lakini pia tuna maeneo ya kila mtaa kama ambavyo tumepata taarifa leo asubuhi ya kwamba umeshiriki kwenye mtaa wako kwa ajili ya kutekeleza na kuadhimisha sikukuu ya uhuru kwa namna ya kufanya usafi kwenye eneo hili na barabara hii. Kama nilivyosema mwanzo ya kwamba tuna maeneo saba, hii ni moja ya eneo. Tuko makundi zaidi ya manne, wako watu kutoka manispaa, niko na mkurugenzi wangu, lakini pia wako watu kutoka benki ya DTB, lakini tuna watu kutoka EFM lakini kuna watu pia kutoka kwenye kundi lako pendwa la ndugu zako kwa wasanii ambao nao wamejigawa kwenye makundi, lakini hili ni eneo moja wapo, wapo kwao tunaendelea kufanya usafi na tunaamini kwa kauli na maelekezo mnayotupatia mji wetu utakuwa safi na tutaondokana na magonjwa ambayo yamekuwa adha na changamoto kwetu. Kwa karibu useme nao machache. Raha, unaongea nao muonane, sio hey? unaongea nao muonane aya. Ndugu zangu wa makundi matatu, habari ya asubuhi, habari zenu, marahaba. Kwanza ni wapongeze kwa kuchukua jitihada ya kuamka asubuhi na kuja kufanya yale ambayo serikali yetu imetupa maelekezo. Leo ni siku yetu ya uhuru, lakini serikali tumeamua tuiadhimishe siku hii kwa kufanya usafi wa mji wetu. Na nadhani wote mmeona umuhimu wa kufanya usafi wa mji wetu si ndio? Tunapopita asubuhi na magari tunadhani mji wetu ni msafi. Lakini leo tumeingia wenyewe kufanya usafi, tumeona uchafu uliokuwepo. Hasa ndugu zangu, Dar es Salaam inakuwa kwa haraka, lakini ukuaji wake lazima uendane na usafi wake. Hatuwezi kujivunia miaka hamsini na nne ya uhuru, tuna mji unakuwa vizuri, lakini mji mchafu kwao. Lazima tuungane kama hivi kusafisha mji wetu. Niwapongeze sana kwa kuamka asubuhi, kuitikia wito huu. Hapa nimeambiwa kuna makundi matatu, kuna watu wa benki ya DTB eh? Alafu kuna watu wa EFM, alafu kuna ndugu zangu wasanii. Ndugu zangu wasanii, tumetoka safari ndefu, tulikuwa wote kwenye kampeni, na leo hii mmetuunga mkono kwenye hili. Kama tulivyosema mapema, kila mmoja katika fani yake ana umuhimu wa peke yake. Watu wa benki, fani yenu ni kukaa kule, kutupokea, kutupa hela, kuzipokea lakini leo hii mmejitoa na nyinyi kuja kwenye usafi, na wote wale wenye kazi zao tofauti tofauti tumekuja leo kwenye usafi. Hii ndiyo matunda ya uhuru wa miaka hamsini na nne. Tunasema uhuru ni kazi, na hii hatukuisema leo, tuliisema zamani, lakini tumekuwa Watanzania tumeipoteza katikati. Sasa kwa nguvu zote na waombeni turudishe slogani yetu ya uhuru ni kazi na hii maana yake nini? Mtu popote alipo lazima afanye kazi yake vile inavyopaswa. Tufanye kazi, tuhakikishe tunaongeza tija kwenye taifa letu. Tutakapoongeza tija kwenye taifa letu ndipo tutakapopata madawa, ndipo tutakapopata elimu bora, ndipo tutakapopata usafi wa mji wetu na mambo mengine yote tunayo yataka. Tusipofanya kazi na kutegemea serikali itoe huduma zote, tunajidanganya ndugu zangu. Kwa hiyo tunasema uhuru ni kazi, tusherekee uhuru wetu, lakini tukijua kwamba tuna dhima kubwa ya kufanya kazi na kujenga nchi yetu. kwa baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana kwa kuja kwa kufanya kazi hii, lakini nasema kwamba leo hii tumeanza hii kazi, itakuwa endelevu, na tunawataka wakuu wa wilaya wenye viti wa manispaa na watu wote wa mji kupanga hizi kazi, muda baada ya muda, watuambie tutoke, tusafishe mji wetu. Lakini ukiacha hilo, tunajua kwamba kuna watu wamechukua tenda za kusafisha mji wetu. Niwaombe manispaa na wakuu wa wilaya muwasimamie wanaokula pesa ya serikali kwa jina la kusafisha mji wetu, lakini mji ni mchafu tunaomba mtuletee ripoti kamili, nani anatenda katika mitaa ipi katika maeneo gani, na tuone wanavyowajibika kufanya hiyo kazi, kwa sababu pesa inaenda, lakini wote tunashuhudia mji wetu ni mchafu. Kwa hiyo ina maana kwamba makampuni yanayochukua tenda hayafanyi kazi. Tunaomba idadi ya wote waliochukua tenda usafi wa mji wetu na tuone kazi wanayoifanya. Lakini pamoja na hayo, ni waombe mtupangie muda baada ya muda kutoka namna hii kusafisha mji wetu. Nimalizie sasa kwa kuwashukuru tena kwa kuja kuitikia wito wa serikali, na huu ndio Utanzania. Tanzania we, we! Asanteni sana.